Baada ya kuzinduliwa kwa chama kipya cha DCP ambacho kinatazamwa na wengi kama mbadala wa chama cha UDA, kiongozi wa chama hicho ambaye pia ni naibu wa rais wa samani, Mheshimiwa Rigathi Gachagua amewataka wakazi wa eneo la Mlima Kenya kutowaunga mkono wagombea wowote wanaohusiana na chama cha UDA katika uchaguzi unaokuja. It is after this we shall craft our manifesto based on your needs as the rightful people of this great nation we the DCP party are committed to the respect of human rights and freedoms integral social justice and fairness devolution of power and resources kauli hiyo imeibua mjadala mkubwa kwenye ulingo wa siasa huku wachambuzi wakitafsiri hatua hiyo kama jaribio la tikiza ngome ya kisiasa ya chama cha UDA katika eneo la Mlima Kenya, kwa sababu kila mtu akona haki yake ya kufuata mtu mwenye anataka. Kwa sababu labda kuna mahali mtu ni wa DCP, lakini ameona kulingana na vile huyu kiongozi anaenda sivyo, anaweza tarajia. Kwa hivyo kuambia mtu asiende Jubilia ama chama kingine, hapo naona anafanya makosa. Kila mtu ako na uhuru ya kusikiza mwenye anataka. Democracy, but at the end of the day mtu angalie, mtu anaweza fuata chenye anataka, bora yake inakusaidia wewe, bora kwa sababu ukiwa kwa chama cha DCP ama chama ya serikali saa hii, sisi kama raia wa chini ni mtu ajisaidie yeye mwenyewe. Kadri siku zinavyoendelea kusonga huku uchaguzi mkuu mwaka 2027 ukiwadia, aliyekuwa naibu wa rais mheshimiwa Rigathi Gachagua ambaye pia ni kiongozi wa chama cha DCP ameendelea kuwarai wananchi aza wa mlima Kenya, akiwaambia kwa wasiweze kumsikiza wala kumchagua kiongozi yeyote aliye katika chama tawala cha UDA, hatua ambayo imepingwa na baadhi ya wenyeji wakisema kuwa Mheshimiwa Rigathi Gachagua ana uwezo wala nafasi yoyote ya kumwambia kiongozi wa kumchagua wala kumsikiza, huku wananchi wengine wakisema kwamba kiongozi licha ya chama chochote alicho hawezi kuwasaidia wananchi. Nikiripotia runinga ya TAS kutoka mji wa Thika, kaunti ya Kiambu, langu jina ni Gregory Ombati.